Asante sana Mwasusware, karibu mpenzi mtazamaji wa TBC katika dondoo za magazeti. Gazeti la habari leo habari kubwa ni kuhusiana na mbio za uraisi, ambapo habari leo linaandika mbio za kumrithi Kikwete za noga, Mwandosya, Makongoro, Karume. Watangazania leo ni zamu ya Profesa Muhongo na Sumai. Hilo ni gazeti la habari leo. BRN ya paisha sekta ya elimu yafanikiwa kwa asilimia 81 katika awamu ya kwanza, nguvu yaelekezwa katika kudhibiti ubora wa elimu, linaandika Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele. E, Mtanzania lenyewe linaandika Makongoro Nyerere achafua hewa, adai Lowasa, Pinda, Wasira, Mwigulu wanahonga Profesa Mwandosia, Balozi ali Karume wajitosa rasmi ni e, gazeti la Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele. Ukawa walia kuibiwa sera yao ya elimu. E, tukiachana na gazeti la Mtanzania tugeukie Nipashe ambalo linaandika pia kuhusiana na mbio za uraisi elfu mbili na kumi na tano Mwandosi a Makongoro Karume wakoleza mbio. Mbatia aipopoa sera ya elimu inaandika Nipashe. Majira linaandika Mwandosia Makongoro kuwafyeka mafisadi ni iwapo watachaguliwa kuingia Ikulu. Uchaguzi huu, Profesa Mwandosia ashangaa watumishi kugeuka matajiri. Balozi Karume asema walioshindwa wasipewe nafasi tena. E, wabunge Marekani wabariki Nkurunziza awania urais, linaandika Majira. Sumaye Muhongo kutangaza ni ya leo, Membe Jumamosi wizara uh, ya elimu yajivunia mafanikio. Tugeukia katika kurasa za michezo na burudani, Majira linaandika uh, Busungu rasmi Yanga ahidi makubwa. Taifa Stars waingia kambini kujiwinda na Misri. Uh, habari leo lenyewe linaandika Yanga yamtambulisha Busungu, Simba yamrudisha Kiongera. Nipashe linaandika Kim Paulsen anukia Simba, Kiemba Mwaikimba Watemwa Azam FC na Mtanzania aliandika Kasila atema nyongo Simba. Uh, sisikitiki kukosa tuzo za filamu asema Rose Ndauka. Ulimwengu afanya mauaji Kongo na UEFA na, na njama za kujitoa FIFA.